Tausi Chepkati wacha nikuambie. Ndio sasa nilikuwa sasa nikuja tu nikupe story nikufunulie story Chepkati. Furile chombo. Na kuambia unaona wakati wa election bwana Chepkati? Vinyu ulipiga, vinyu ulipitisha huyo jamaa. Watu walikuongea, watu wakaongea, wengine wakasema, wengine wakasifu, wengine wakalia, wamama wakalia, watu. Eh. Bwana Chepkati. I don't want peace. Wewe ulifanya, you did something very good. Mhm.

Unajua walikuletea tu kwa gari jingine kamefunuka tu hivi. Yaani kamefunuka hivi alafu kanaweza kujifunika hivi. Chebukati na bomu kongosa. Sana. Ndio sasa ndio ndio kwa mkongo ndio mifani kuja hapa Chebukati. Alafu kitu kingine mwana Chebukati. Na kuambia sasa kwa boma yako. Unajua ulikuwa umelala lakini sasa una nguvu, lakini sio unasikia.

Sasa kitu ingine Chepukati, nakuambia waliangusha tu kwako, hizo ngombe zako zenzilikuwa za kulima, waliangusha tu karibu ngombe 50. Hata maratatu. Kwanza walianza na maratatu. Eish. Wacha nikuwe. Mi bado nakupea story ya duniani venye tulifanya kwako. Eish. Nakuambia Chepukati, wale hivyo walikunye kwa masufuria. Eish. Na makumbusha wecha. Sasa tulianza kwa makumbusha nikuwa nakuja. Niko nakuja, tulie Chepukati. Mimi nakuafafanulieni tu fa kutoka mwanzo mpaka mwisho sawa. Chepukati, Chepukati Matumbo iliwauma lakini, kukula tulikula k